Leo nimekagua miradi hapa Sumbawanga, mchanganyiko ya elimu na afya e, miradi yetu hapa ni mingi na yote inaletewa fedha na mheshimiwa rais. Nilikuja kukagua kuona kama maelekezo niliyoyatoa kwamba kufikia tarehe thelathini ya mwezi huo wa tatu mwaka huu wa 2025 miradi hii yote iwe imeshakamilika na iwe inatumika. Kwa upande wa miradi ya afya iwe inatumika na wananchi wetu na kwa upande wa miradi ya elimu basi miradi hiyo inatumika na wanafunzi wetu. E, niseme naridhika na shughuli inayofanyika wilaya ya Sumbawanga. Mnafanya vizuri sana, mnafanya vizuri katika miradi yote ya halmashauri zote mbili. Sasa muendelee hivyo, tumalize ile ambayo nilisema ishia tarehe 30 ya mwezi huu ikamilike na kwa ubora uliotukuka. E, sisi ni mkoa wa mpakani. Tukifanya mambo yetu mazu ya kawa mazuri, jirani wanapokuja kututembelea e, waone kwamba sisi miradi yetu ni mizuri. Eh, wao wanasema kama wa Ulaya. Mimi nataka niwaambia, hapana, ni mizuri kama ya Tanzania, kwa sababu mafundi wetu ni wazuri. Fedha zipo, nyinyi muendelee kusimamia fedha zitumike vizuri na miradi ishe kwa wakati na iwe miradi bora.